Karibu kwenye Swahili Smart Life. Leo tunazungumza kuhusu kitu muhimu sana, uchumi wa Tanzania, lakini kwa lugha rahisi, kwa mtu wa kawaida kama mimi na wewe. Sio lazima uwe mchumi au mtaalamu wa data, bali ni muhimu kuelewa kwa nini bei za vitu zinapanda, kwa nini pesa haitoshi au kwa nini ajira ni changamoto. Karibu kwenye safari ya kuelewa uchumi kwa lugha rahisi. Leo tutavunja dhana kwamba uchumi ni kwa wasomi pekee. Uchumi ni maisha yetu ya kila siku, kila mmoja wetu ni sehemu yake. Fikiria uchumi kama familia kubwa Tanzania. Kila kazi, kulima, kuuza duka, kufundisha, ina mchango wake. Uchumi ni jinsi tunavyotengeneza, kutumia na kugawana rasilimali, ni mzunguko wa pesa unaogusa kila mtu. Tutatumia mifano ya kawaida, bei ya sukari, changamoto za ajira na mengine. Lengo ni kufanya uchumi uwe wazi na wa kueleweka. Hii ni soga ya kirafiki, sio somo la darasani. Kuelewa uchumi ni kama kuwasha taa kwenye chumba chenye giza, ghafla unaona fursa. Uko tayari? Twende kazi, safari imeanza. Karibu tuendelee pamoja. Sasa tuone nafasi yako kwenye uchumi. Kila unaponunua vocha, kupanda daladala au kula kwa mama ntilia, unashiriki kwenye uchumi. Pesa unayotumia enda mbali kwa muuza vocha, mkulima, mfanyakazi shambani. Huu ndio mzunguko wa uchumi, wewe ni injini muhimu kwenye gari hili. Uchumi hauishii kwenye matumizi tu. Kila uzalishaji, kila huduma ni sehemu yake. Hata kazi zisizo na malipo ya moja kwa moja kama kulea familia ni mchango mkubwa. Usijidharau, kila shughuli halali ni sehemu ya uchumi. Mchuzi, dereva, msusi, mlinzi, wote ni mashujaa wa uchumi wetu. Unapofanya kazi kwa bidii, unajenga uchumi wako na wa taifa. Kila mtu ana mchango wake. Wewe ni muhimu. Uchumi wetu unasimama juu ya nguzo kuu kwanza, kilimo ndio uti wa mgongo, kinatoa ajira na chakula. Pili, madini: dhahabu, almasi, tanzanite zinachangia mapato na ajira. Tatu, utalii, vivutio kama Kilimanjaro na Serengeti vinavutia wageni na pesa. Watalii wanachangia kwenye hoteli, usafiri na biashara ndogo ndogo. Mwisho, sekta isiyo rasmi: biashara ndogo ndogo, mamalishe, bodaboda, mafundi. Hawa wote wanasukuma uchumi kutoka chini. Ingawa hawapo kwenye takwimu rasmi, mchango wao ni mkubwa. Sekta hizi ni kilimo, madini, utalii na biashara ndogo ndizo zinazoendesha uchumi wa Tanzania. Kila sekta ina nafasi yake, changamoto na fursa. Kila mmoja wetu anahusika kwenye sekta hizi kwa namna moja au nyingine. Uchumi wetu ni wa pamoja, tushirikiane kuujenga. Uchumi hubadilika kama bahari, wakati mwingine utulivu, wakati mwingine mawimbi. Mabadiliko haya yanaonekana kwenye bei za bidhaa. Mfano, bei ya mkate inapopanda mara nyingi ni kutokana na gharama za uzalishaji au usafiri. Hii inaitwa mfumuko wa bei; pesa yako inakuwa na thamani ndogo. Uchumi unapokua, ajira zinaongezeka, ukidorora ajira hupungua. Upatikanaji wa bidhaa pia huathiri, wakati mwingine bidhaa zinapotea sokoni kutokana na changamoto za uzalishaji au sera. Mabadiliko haya yanaathiri uwezo wako wa kuweka akiba na kuwekeza. Uchumi mzuri unakuwezesha kuweka akiba na kuanzisha biashara. Ndiyo maana tunahitaji uchumi imara. Uchumi imara unaleta fursa na maisha bora. Kila badiliko yanaathiri mfuko moja kwa moja. Safari ya uchumi ina milima na mabonde. Changamoto kubwa ni uhaba wa ajira rasmi, hasa kwa vijana. Elimu mara nyingi haikidhi mahitaji ya soko, tunahitaji ujuzi wa vitendo. Upatikanaji wa mitaji ni mgumu, mikopo ni ngumu na dhamana ni kikwazo. Rushwa na urasimu vinapunguza ari ya biashara na maendeleo. Tunahitaji elimu bora, mikopo nafuu na kupiga vita rushwa. Kila mmoja ana jukumu la kubadilisha hali hii. Tukishinda changamoto hizi, uchumi wetu utakuwa imara. Tuchukue hatua pamoja. Changamoto ni fursa zilizojificha. Badilisha mtazamo, usisubiri kuajiriwa, tafuta kujiajiri. Angalia matatizo kwenye jamii yako, kila tatizo ni fursa ya biashara. Anza kidogo, ndoto itakuwa tumia teknolojia. Simu yako ni ofisi na duka lako Jifunze ujuzi mpya mtandaoni. Tangaza biashara zako mitandaoni. Jifunze kuweka akiba hata kidogo. Jiunge na vikundi vya kuweka na kukopa kama vikoba. Jenga mtandao wa marafiki wenye mawazo chanya. Shiriki kwenye semina na maonyesho ya biashara. Ongea na watu, eleza mawazo yako. Marafiki sahihi ni utajiri. Cheza karata zako vizuri, utashinda. Uchumi sio wa ikulu pekee, ni wa kila mmoja wetu. Kila uamuzi wa matumizi, kila kazi unayofanya, ni sehemu ya uchumi. Unaponunua bidhaa za Tanzania unasaidia ajira za ndani. Kulipa kodi ni kuchangia maendeleo ya taifa. Maamuzi madogo yana nguvu kubwa yakijumlishwa. Kila mmoja ana wajibu: kufanya kazi kwa bidii, ubunifu na kusaidiana. Maendeleo ya taifa ni jumla ya maendeleo ya kila mmoja wetu. Usisubiri serikali, anza na wewe. Fikiria uchumi kama mnyororo, kila mtu ni kiungo muhimu. Kiungo kimoja kikidhoofika, mnyororo wote unadhoofika. Imarisha eneo lako, fanya kazi kwa ubora kwa pamoja tunajenga uchumi imara. Tumefika mwisho wa safari yetu. Sasa uchumi sio neno la kutisha, ni sehemu ya maisha yako. Kila mmoja anaandika ukurasa wake kwenye hadithi ya maendeleo. Mafanikio huanza na hatua moja. Usiogope kuanza kidogo, muhimu ni kuwa na ndoto, mpango na uthubutu wa kuanza. Anza na kile ulicho nacho pale ulipo. Nguvu ya kubadilisha maisha yako iko mikononi mwako. Changamoto zipo, lakini ndani yake kuna fursa. Jiamini, jifunze, fanya kazi, weka akiba, usikate tamaa. Maamuzi yako leo yanajenga kesho yako. Anza leo, chukua hatua moja ndogo kuboresha hali yako ya kiuchumi. Uchumi wa Tanzania unaanzia na wewe. Asante kwa muda wako. Twende tukajenge uchumi wetu. Kumbuka, uchumi sio neno la kutisha, ni sehemu ya maisha yako. Kila mmoja ana nafasi ya kubadilisha maisha yake na ya taifa. Tuende tukajenge uchumi wetu hatua kwa hatua.